Mafanikio ya performance ya timu kuwa katika nafasi ya nusu fainali na leo hii kuambiwa kwamba ile countdown iliyokuwa katika mitandao ya kijamii inakuja uh, kufunguliwa hapa. Tuendelee kusubiri au ni nini katika mwendelezo wenu? Uh, uzuri ni kwamba Waswahili wao wana methali yao inayosema subira yavuta heri. Kwa hiyo sisi ni wasii uh, watazamaji wa Tanzania wote na wapenda soka kwa ujumla kuendelea kuwa na subra, kwa sababu ni tukio kubwa la like, kihistoria ambalo limetuleta hapa wote kwa pamoja, uh, ikiwemo wanahabari, viongozi wa serikali, lakini vile vile uh, watu kutoka tasnia mbalimbali mbali, na kwa kikubwa tuseme tu ni moja kati ya mikakati E, ambayo sisi kama klabu ya mpira tunayo na hii inaenda kuonyesha ni kwa jinsi gani Simba Sports Club imedhamiria uh, kuleta mabadiliko katika sekta ya, ya michezo nchini ya sasa katika e, mpira. Uh, ni mambo ya kawaida wala usishtuke hapa, kila mtu ana, anataka kufahamu nini kinakwenda. Kwa hiyo ukishangaa mtu kapita hapa mbele uh, isiwe jambo la kushangaza kwa sababu kuna benki hapa, ndio lakini. Uh, Zubeda, pamoja na hayo kumekuwa kuna mafanikio, na nasema kwamba ni mmoja wa watu ambao wameweka mguu katika wakati sahihi. Uh, muda mrefu Simba amesubiri kuingia hatua ya nusu fainali katika mashindano ya kimataifa kini, uh, muda mchache tu ukiwa CEO, haya yamefanikiwa, ni mambo ambayo yanazungumzwa mbele na, uh, na nyuma ya, ya TV uh, kwenu nyinyi wakati mnajipanga uh, katika shughuli halisi ya mchezo wa nusu fainali uh, uwepo wa viongozi hapa na uwepo wa kambi mna umanage vipi uh, kuelekea au kabla ya tukio hili? Uh, kwanza kabisa nipende kusema uh, matokeo ambayo Simba Sports Club inayapata leo ni matokeo ambayo yame a ya muda mrefu yakisubiriwa kwa muda mrefu. Na bahati nzuri, si kazi ya mtu mmoja, ni kazi ya watu mbalimbali kwa muunganiko, na kama vile ambavyo slogan yetu inasema Simba nguvu moja. Kwa hiyo hii uh, mafanikio ambayo tunayapata sisi kama klabu ya mpira ni mafanikio ambayo yalikuwa yanasubiriwa kwa hamu hasa ukizingatia ukongwe wa klabu yetu ya Simba, lakini vilevile vile, jinsi ambavyo viongozi kwanzia waliopita mpaka sasa wamekuwa e, wakifanya kazi kwa kushirikiana na wapenzi wa klabu yetu. Kwa hiyo ni matokeo ya kiujumla, na vilevile tunaamini kwamba sisi tunayo tuna watu, na ndio maana tunajivunia kuwa na sehemu ya wawakilishi wakiwemo viongozi waandamizi siku ya leo na vile vile wengine wanashiriki eh, ms, eh, msiba wa mama mzazi wa mjumbe wa kamati tendaji ya CAF um, ambaye pia ni rais uh, wa TFF hapa nchini na wengine wako visiwani Zanzibar na wengine wako tayari daban na Afrika Kusini, kwa ajili ya maandalizi. Kwa hiyo tuna pool kubwa sana ya viongozi wapenzi, lakini na wanachama ambao wote kwa pamoja tunafanya kazi kwa ushirikiano mkubwa. Kuzungumza Simba ni nguvu moja, na tumeona hapa. Mimi katika muda wangu, makuzi yangu, uh, nimeona viongozi mbalimbali wa mpito wakipita katika klabu ya Simba. Uh, mpo nyinyi ambao mnatawala kwa sasa hivi, lakini wa, kwa wingi naona kumekuwa hamna uh, wale tu ambao katika uongozi nimeona, hata wale ambao hawapo katika uongozi wameweza kujumuika katika shughuli hii. mna, mna, mna, mnawezaje kulitengeneza hilo jambo na kuwa uh, katika wakati mmoja bila kuona vile vikundi ambavyo uh, vinapingana uh, katika safari hii ambayo mnaelekea? Aa, kama nilivyosema kwa awali sisi klabu yetu inajivunia kuwa moja ya klabu kongwe hapa Tanzania. Kwa hiyo imejengwa kwa nguvu, jasho na damu la mashabiki. Kuna waliotangulia mbele ya haki, kuna waliopo, kuna maveteran ambao sisi pia tunawaheshimu, lakini kuna viongozi waliopita, na sisi kwa pamoja lengo letu ni kuwa e, klabu bora barani Afrika. Kwa hiyo ili kuweza kutimiza au kuelekea kwenye um, dira hiyo ni lazima wote tutembee kwa pamoja, na ndio maana unaona tukio hili limejumuisha sio tu vijana, limejumuisha wazee, watu wa rika mbalimbali. E, umeona kuna viongozi hapa e, wa taasisi za kiserikali e, wanasiasa. Umeona hapa kuna warembo mbalimbali wanapita, kuna vijana, kuna waandishi wa habari. Kwa hiyo nafikiri ni sehemu ya mafanikio ya klabu ya Simba katika kujenga mahusiano bora ya kijamii na wadau wote wa sekta mbalimbali mbali nchini. Kabla sijampa ruhusa madam CEO, ambaye yeye anashughulika anasimamia shughuli hii, uh, ulikuwa nyuma uh, ya pazia muda mrefu, ulikuwa unakaa pembeni, unavaa jezi unashangilia uh, simba ndani na nje ya nchi kwenye safari, hata national team ulikuwepo pia, nakuona Zubeda. How does it feel kuwa katika eneo sasa la kuongoza yale ambayo pia ulikuwa ya ukiyafikiria yakifanyika au uh, hali halisi ya kuwa pale kama CEO wa, uh, Simba Sports mwongozaji Club? E, kwa kifupi, joto la ushabiki na joto la uongozi uh, kwa kiwango kikubwa linatofautiana, lakini kitu pekee ambacho kinafanya kuwe na consistency au stability ama udhabiti katika eh, safari hii ya uongozi ni kwa sababu tayari kuna mapenzi yaliyotangulia. Rais uh, wa mapinduzi Zanzibar, uh, Rais Mwinyi Hussein Mwinyi mara nyingi huwa anasema mapenzi yakipitiliza huwa ni mahaba <laughs> kwa hiyo kwangu, uh, napofanya kazi hii naifanya kwa mahaba mazito, lakini pia najivunia historia nzito ambayo klabu hii inayo. Sasa kwangu mimi binafsi